Tuende kwa kwa Haji Manara na uyo. Hehe! We, we, we, we, we, we! Nasikia dege dege. We Mama, Mambo ni mabigi, Mambo ni mazito, Mambo ni mabigi, Mambo ni mazito. Kwisha. Wameachana. Alhamdulillah, Wameachana ah. Mambo ni mazito. Jamani ah, pole Zai, Zai pole pole pole pole, pole pia pole Zai mbona, eh, inuksi baraha tafulani alichokiandika Zai mondani cha ukweli chote cha ukweli chote eh, kweli kaka, stori iko hivi huyo hmm, binti mnayemuona hapa anaizungumziwa, alichokizungumza Zai ni cha kweli chote, sio kiki. Maana nilikuwa ninakaa kimya najua anataka kuizima kiki ya Simba. Sio kiki, ni kweli. Nimepigwa simu nilikuwa nimelala. Sasa hivi. Jamani, huyo aliyekuwa hapo alioandikwa hapo ni mdogo wake na Zai. Yaani huyo binti ana miaka 17, anamuita Zai shangazi. Mama yake anaishi London. Kama sio London, si USA anaishi nje ya nchi kweli <mimu> nakumbuka, mai alisemaga kwamba zai aliondokaga wiki moja kwenye harusi ya Hamisa, aliondoka. Ni kweli zai aliondoka. Zai kavumilia mengi. Zai mama nyanyaso mama, mengi naambiwa eh. Haje mtu apinge hii kesi jamani, hii kesi iko clear kabisa, ipo kweli. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Anamwita Zai shangazi, anamwita Zaiylissa shangazi. Umeonelewa vizuri. Kwa hiyo huyu binti ni kweli alikuwa anatembea na mjomba wake. <laughs> katembea ka na mjomba na mjomba, unaingia ndani, mtoto kaanza jeuli, kaanza kupiga vikumbo Zaiylissa, kaanza kumjeulia Zaiylissa. Zaiylissa kavumilia mengi, leo Zaiylissa mia watu. Najiuliza, mbona juzi walikuwa wote Kumbe juzi alikuwa ajui Zai. Zai kaja kujua leo asubuhi, mtiti umeanza leo asubuhi. Zai mambo amemfika hapa, ndo kalimwaga shuzi. Jamani, ndo hakuna, wameachana kweli. na Zai na wewe, uwache tabia ya kuchukua ndugu zako wote kuwapeleka kwa mumeo huyo. ni mumeo mwanaume, pia ana hisia ndugu yangu. <laughs> weza ilisawe jamani, haya habari ndo hiyo. Hakuna kingine kichoendelea. Manyanyaso sijui nini sijui nini, hakuna kesi. Ilitoka ilifika kwa mkubwa mmoja ndeleo nzuri. Kesi imeenda kwa mkubwa mmoja huyo, mtoto mwenyewe alimpigia simu mkubwa, akaenda kumwadisia mkubwa. Alimwita alimwita kaka Haji akamwambia bwana, kuna moja mbili tatu nne tano sita saba, kuna hivi na hivi, acha hii ishu ishamfikia mkeo hukuitwa kaka, uliitwa ukapewa onyo, lakini kesi ilikuwa ishi ya kifamilia, umeona. Lakini zaidi imemfika hapa zaidi, ndo kajua leo asubuhi kwamba kweli umetembea na sijui ndo niseme mjomba sijui ndo mwanae, mwanae sababu shangazi mwanae, ulikuwa dereva anamchukua, mara slipway mara wapi wapi, mnaona juu kwa juu. Jamani, wauu Kwisha, hakuna kingine, ni hivyo. Kwisha nilijua ni kiki, hakuna kiki, jambo lipo hadharani. Nimemaliza kwenda kwenye sekeseke la Haji na Zaiylissa, jamani. Hey, leo na mambo mengi. Mnamjua yule niliwahadisia juzi ugomvi wa Fatuma Jux na na Miss Liz. Yule Miss Liz shoga yake na Fatuma Jux. Hey, gomvi zito. Si niwaambia gomvi zito. Sasa nimefika hatamu. Kwanza niwaekee clear. Yule Miss Liz na Jux ni mtu hali, hali kumbe, a, kuwaga, a, anat, na kaka yake. Hawajawahi kuaga wapenzi. Kumbe uh, alikuaga uh, ana Jux anatembea na rafiki yake na Miss Liz. So Miss Liz. Yaani, Mislizi anamchukulia Juksi kama rafiki, kama kaka. Sema tu ugomvi wa Fatuma Juksi na Mislizi. Uh, Fatuma alikuwa uh, anakasirika kwa sababu wale wageni wa Nigeria, wale kutoka Nigeria, wale kuja Tanzania. Walikuwa wanampenda sana Mislizi vile alivyo mzuri, beautiful, mrembo. Si unajua Nigeria mpenda vitu vizuri. Kwa hiyo uh, Fatuma roho yake ilikuwa inamuuma sana. Ndio chanzo cha ugomvi wao ulianzia hapo. Na ligazeti nilishawapostia maana wengi mmeniuliza, "Oh, sababu mbona tukuielewa ugomvi wao? Ugomvi wao ni wivu tu. Wale wa Nigeria wote walikuwa wanampenda Miss, by the way, vile anawapa hela, eh, anaonyesha treatment nzuri, anawajali, anafanya nini? Kwa hiyo ugomvi wao ulikuwa hivyo. Wa, wa. Twende sasa kwenye habari ya leo. Kwa hiyo swala la Miss na na Fatuma Juksi limeishia hapa. Sababu ni hiyo nimewawekea. Twende kwa kwa Haji Manara na huyo. <laughs> We, nasikia degedege, we, Mama Mambo ni mabigi mambo ni mazito. Mambo ni mabigi mambo ni mazito. Kwisha, wameachana. Alhamdulillah, wameachana ah. Mambo ni mazito. Jamani. Ah, pole zai Zai, pole pole pole pole, pia pole, pole Zai, mbona eh, inuksi baraha tafulani alichokiandika Zai mondani cha ukweli chote cha ukweli chote eh, kweli kaka, stori iko hivi hmm. Binti mnayemuona hapo anaizungumziwa, alichokizungumza Zai ni cha kweli chote, sio kiki. Maana nilikuwa ninakaa kimya, najua anataka kuizima kiki ya Simba. Sio kiki, ni kweli. Nimepigiwa simu, nilikuwa nimelala. Sasa hivi, jamani, huyo aliyekuwa hapo, alioandikwa hapo, ni mdogo wake na Zai. Yaani huyo binti ana miaka kumi na saba, anamwita Zai shangazi. Mama yake anaishi London, kama sio London, si USA. Anaishi nje ya nchi. Kweli mm. Nakumbuka Mai alisemaga kwamba Zai aliondokaga wiki moja kwenye harusi ya Hamisa aliondoka. Ni kweli Zai aliondoka, Zai kavumilia mengi. Zai mama mama, nyanyaso mengi, mnaambiwa eh? Haje mtu apinge hii kesi jamani, hii kesi iko clear kabisa, ipo kweli. Huyu binti anamwita Zai shangazi, anamwita Zaiylissa shangazi. Umeonelewa vizuri kwa hiyo, huyu binti ni kweli alikuwa anatembea na mjomba wake. <laughs> Katembea na mjomba, unaambiwa ndani, mtoto kaanza jeuli.